Mheshimiwa Mleki, kwanza ninafurahi kwamba uko hapa na chama cha mapinduzi mkoa wa Kagera kwa kutambua umahiri wako, kwa kutambua uwezo wako, kimekupa heshima ya kusimamia kampeni katika mji huu kama mratibu kutoka ngazi ya mkoa. Mheshimiwa Mleki, jambo la na, kwanza naomba niwaambie, waambie wa kibeta naomba niwaambie vijana wenzangu sema, sema, wamba, engineer, kwamba injinia Mutasing anajitosheleza. Tusimdogoshe, tusimfanye kwamba ni mtu ambaye hawezi Kagasheki hapa akasema anayo confidence ya kutosha amesimama redioni, amezungumza, tumemsikia, tumemsikia kwenye mikutano, tumemsikia kwenye maeneo mbalimbali, anajitosheleza na chama hakikufanya makosa kumleta kwenye maeneo hayo. Jambo la pili, kwa niaba ya vijana wa Chama cha Mapinduzi. Na mniache nizungumze kama mwenyekiti wa vijana uni yetu ya umoja wa vijana Ndugu Mleki imetupa dhamana ya kuhakikisha tunawalinda viongozi wa chama na serikali akiwemo Mtasimwa akiwemo mamadio, Mheshimiwa Mleki. Sisi tunachoweza ukisema mbele ya wanakibeta ni kwamba tutamlinda, tutamsimamia, tutamtetea, tutamsemea Mtasimwa na wagombea wote wa CCM akiwemo jemedari wetu Dr. Samia, bila uoga. Na tutahakikisha inapofika 29 mtasimu anaenda bungeni, iwe mvua liwe iwe jua. Iwe, iwe. Viko vya sheria vya watu kutoa kauli fulani fulani, wanasema wengine wana maandamano tarehe 29. Sisi umoja wa vijana tunawaambia labda waandamane waandamane kwenye makundi ma ma ya wasa, labda waandamane kwenye mitandao ya kijamii. Na kwenye mji wetu wa Bukoba waandamanaji, hatutaki kuachia polisi. Sisi vijana wa CCM tutashughulika nao. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mneki, Mheshimiwa Mneki, kwa sababu nimetangulia kusema mtasingwa anajitosheleza, niwaombe wana kibeta fahamu na wanabukoba kwa ujumla kwamba mtasingwa ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na si mgombea wa mtu, si mgombea wa mtu, si mgombea wa kundi la watu, ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi aliyeteuliwa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba Mtasingwa hata shinda atashinda kwa sababu kabeba dhamana ya chama chetu. Naomba tuendelee kuwa moja, naomba tuendelee kushikamana, naomba tuendelee kumsemea Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kuyasema hayo, niombe kwa unyenyekevu wa hali ya juu sana, niwaombe inapofika 29 tukamchangue Daktari Samia Suluhu Hassan, inapofika 29 chagua injinia Mtasingwa. Inapofika 29 tukamchagua mama yetu diwani wakati akibeta. Wangapi wako tayari kuchagua? si sisiemu? Eye, sisiemu safi. Baada ya kuyasema hayo kwa niaba ya vijana sisi nawashukuruni sana. Mungu abariki sana.